Mapema asubuhi siku ya Jumatano, minong'ono kuhusu kifo cha Raila Amollo Odinga ilisambaa mitandaoni, wengi wasijue uhakika wa yaliyokuwa madai ya kufariki kwa kiongozi huyu wa upinzani. Jijini Kisumu, minong'ono hii ilitawala sehemu za mitaani, biashara, makundi ya watu yakionekana katika sehemu za mabunge ya wananchi, miongoni mwa maeneo mengine ya jumla, duru zikisikika baadaye. Majira ya saa nne asubuhi, ilikuwa dhahiri kuwa habari kuhusu kifo cha Odinga zilikuwa ni za kweli, na hapo wakazi jijini Kisumu ika barabara za mitaa barabara ikiwemo Kondele na katikati ya mji kuomboleza kifo cha kinara huyo kwa mabango na nduru. Walimiminika wahudumu wa bodaboda wakiwa wamebeba matawi, akina mama kwa wanaume wakitawaliwa na nduru, majonzi na kauli mbalimbali, na kuelekea hadi ikulu ndogo ya Kisumu kwenye maombolezi yao. Kwa hakika kitumefanyika leo kimetuacha na huzuni. Mimi kama mtoto wa baba nimebaki yatima na sioni kama mbele ama nyuma, sina mbele ama nyuma. Nimesikia uchungu mwingi sana kama nimesikia yakuwa baba amefariki. Tulisikia kibaba alikuwa mgonjwa na tujui ni ugonjwa gani. Raila Amollo Odinga ambaye nyumbani kwao ni jimbo la Siaya na mwenye makao yake katika vilima vya Riati, jimbo la Kisumu, alizaliwa katika hospitali ya kanisa la kimishinari la Maseno mnamo tarehe 7 Januari mwaka 1945 Babake Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa rais wa kwanza wa Kenya, na mamake Mary Juma Odinga. Katika elimu yake, Raila Odinga alisomea katika shule ya msingi ya Kisumu na baadaye shule ya msingi ya Maranda kabla ya kujiunga na shule ya upili ya Maranda na kusomea katika taasisi ya Herda ya Ujerumani. Mwaka 1965 alijiunga na chuo cha kiufundi cha Magdeburg Ujerumani, akifuzu na shahada ya masters katika uhandisi wa mitambo na kurejea nchini Kenya mwaka 1970. Atakumbukwa pakubwa kwa kuwa miongoni mwa wanasiasa walioshinikiza kuondolewa kwa uongozi wa chama kimoja nchini Kenya na kuondoa uongozi wa chama cha KANU katika kampeni alizoziongoza mnamo mwaka 2002, zilizompa ushindi rais wa tatu wa Kenya Mwai Kibaki.

Odinga. Mwaka elfu mbili na saba ghasia za uchaguzi mkuu ziligubika taifa, mazungumzo yaliyoongozwa na Kofi Annan yakipelekea maridhiano yaliyounda serikali ya nusu mkate, Raila akichukua wadhifa wa waziri mkuu. Kabla ya wadhifa wa waziri mkuu, Raila amehudumu kama mbunge wa eneo bunge la Lang'ata, Nairobi, na vilevile vile kushikilia wadhifa wa uwaziri. Mwaka elfu mbili na kumi alipigia debe uundwaji wa katiba mpya ya Kenya na kuungana na rais mstaafu Uhuru Kenyatta maarufu handshake, ushirikiano uliodumu hadi kura ya uchaguzi 2022 ambapo alishindwa na rais wa sasa William Ruto ambaye baadaye alimhusisha kwenye serikali ya ushirikiano maarufu Broadbased. Raila Amollo Odinga amefariki akipokea matibabu nchini India akiwa na umri wa miaka themanini. Musa Naviye, DW Kisumu.